tunazotumia huwa zinakuwa controlled na softwares ambazo zinatengenezwa na watu. Sasa, kama zinatengenezwa na watu, inamaanisha kwamba either zinaweza zikatokea errors au zinaweza zikatokea bugs kwenye hizo softwares. Sasa, unakuta simu yako imenunua mpya haijawahi kuleta tatizo lolote, lakini all of a sudden baada ya kuupdate kitu fulani au baada ya kufanya kitu fulani inatokea tatizo katika simu yako. Either kioo chako labda labda kina freeze, hauwezi kubonyeza labda mpaka ubonyeze button ya kuzima na kuwasha ndio iweze ku Jump start ile kio chako ili uweze kutumia tena simu yako. Sasa unakuta matatizo kama ya, ya, ya, yakasababisha inconveniences wewe kuchukia simu yako, na pengine uende kumlalamikia yule kuuzia simu yako. Sasa kwenye simu za iPhone huwa kuna kitu kinaitwa hard reset, kwamba hii ni option ambayo wameweza kuiweka ili iweze kama vile na reboot system zote katika simu yako, ili kama kuna bugs zote zimetokea ziweze kuwa refreshed katika simu yako uweze kuitumia zilikuwa zimetokea katika simu yako, zitakuwa refreshed na simu yako itakaa sawa. Kwa hiyo, kama baada ya kufanya hivyo tatizo bado halijawa fixed, then unaweza ukaenda sasa kwa fundi au kwa yule aliyekuuzia simu yako, then ukaweza kumwelezea tatizo lako aweze akakutatulia. Natumaini kwamba umeelewa. Kama umeelewa naomba sasa kunifollow, like na kushare kwa rafiki zako na familia.